Nafasi za kazi ni za kumwaga leo. Siku hii ya leo, nafasi za kazi zimeweza kutoka nyingi katika serikali, na katika video hii itakwenda kuangalia nafasi za kazi halmashauri ya wilaya ya Missenyi. Hapa kuna nafasi nne ambazo zimeweza kupatikana katika halmashauri hii ya wilaya ya Missenyi. Kwa hiyo, kama ulikuwa unatafuta nafasi za kazi, basi huu ni muda wako wa wewe kuweza kutuma maombi yako na nafasi ambazo zimeweza kutoka ni nafasi nne, ambapo kuna mwandishi mwendesha ofisi daraja la pili. Hapa kuna nafasi moja. Sifa ni elimu ya kidato cha nne au cha sita na cheti cha NTA level 6 ya uhaziri au diploma ya uwaziri, lakini hakikisha umefaulu somo la hati mkato maneno mia moja kwa dakika moja, na uwe umepata program za kompyuta za ofisi kama Word, Excel, PowerPoint, internet, email na publisher kutoka chuo chochote kinachotambulika na serikali. Alafu kuna msaidizi wa kumbukumbu daraja la pili, hapa pia kuna nafasi mbili na sifa ni mwajiriwa kwa elimu ya kidato cha nne au cha sita aliyehitimu mafunzo ya stashahada au diploma NTA level 6 katika fani ya utunzaji wa kumbukumbu -kumbu kutoka vyuo vinavyotambuliwa na serikali, lakini pia uwe na ujuzi wa kutumia kompyuta. Nafasi zingine ni dereva daraja la pili, hapa kuna nafasi moja. Masharti ya jumla ni kwamba raia wote wawe ni raia wenye umri kuanzia miaka 18 na usiozidi miaka 45, na pia hakikisha wewe ni raia wa Tanzania, lakini pia waombaji wawe na vyeti vya kuzaliwa. Hakikisha umeambatanisha cheti chako cha kuzaliwa. Result slip zitakubaliwa, tumia cheti chako halisi cha matokeo. Na kwa wale waliosoma nje, hakikisha cheti chako kimehakikiwa na TCU, na NECTA pamoja na NACTE. Mwisho wa kutuma maombi ni tarehe 27 na 7 mwezi wa 11, 2025. Kumbuka kuambatanisha barua yako ya maombi ya kazi iliyosainiwa pamoja na vyeti vya elimu, na anwani ya barua hiyo elekezwe kwa Mkurugenzi Mtendaji Halmashauri ya Wilaya ya Missenyi, SLP 38 Kiaka, na maombi yote yatumwe kwa kutumia mfumo wa kielektroniki kwa ajira poto, yaani poto ajira. Jina langu ni Feaboy. Hakikisha umesubscribe katika channel hii, like video hii na pia share video hii kwa wengine wengi zaidi, ili tuweze kuwa pamoja. Lakini pia kuweza kupata PDF hizi, unaweza kujiunga na grupu letu la WhatsApp, link nimekuwekea katika description ya video hii. Ingia katika sehemu ya description, jiunga na grupu letu ili uweze kupata update zote za kila siku kwa haraka zaidi. Asante na karibu.